Kristo ni kichwa nanyi ni mwili wake. Maadamu mtu anaishi, sehemu zote za mwili huelekezwa na kichwa. Vivyo hivyo ni Mungu Roho Mtakatifu anayewafundisha ili mweze kuingia katika ufalme wa mbinguni. Mungu Roho Mtakatifu aliwafundisha kuhusu siku ya Sabato ili kuwabariki. Naye akawafundisha kuhusu Pasaka ili mweze kuepuka maafa, mpokee uzima wa milele na muingie katika ufalme wa mbinguni. Biblia inasema kwamba atatokea mara ya pili kuleta wokovu. Baba Ahnsahnghong ndiye yule aliyewafundisha kile mnachohitaji zaidi ili kupokea uzima wa milele. Kwa kuwa maneno yote ambayo Roho Mtakatifu huelekeza huamuru na kutaka kutoka kwenu ni uzima, mnamhitaji Roho Mtakatifu. Kama watoto wa Mungu, mnaweza kupokea baraka mnazotaka pale tu mnapomtafuta Roho Mtakatifu wa Mungu. Ilikuwa ni Roho Mtakatifu aliyemwongoza Filipo kumhubiria huyo towashi na kumbatiza. Filipo alikuwa mwanafunzi aliyeyapokea maneno ya Roho Mtakatifu kikamilifu naye alijawa na hamu ya kuwaokoa wengine. Hivyo, Roho Mtakatifu alimwambia Filipo alikaribie hilo gari. Paulo alipokuwa akihubiri, Mungu alifungua moyo wa Lidia ili aweze kusikiliza ujumbe wa Paulo. Paulo alijifunga moyo, akili na roho yake katika kuhubiri Yesu ndiye Kristo, kwa sababu alifanya kile Roho Mtakatifu alivyotaka si kile alichotaka. Popote alipoenda alizaa matunda mengi. Ninyi pia mnapaswa kutekeleza kazi ya Injili kulingana na mapenzi ya Mungu na maagizo ya Roho Mtakatifu, na si kulingana na mapenzi yenu wenyewe. Walakini wakati mwingine mnafanya kazi bila maombi, fanyeni mambo ambayo Roho Mtakatifu hataki mfanye, au mnashindwa kutii neno la Mungu na matokeo yake hampokei karama za Roho Mtakatifu. Mungu anasema mnapaswa kuwa na umoja. Wafikirieni kaka na dada zenu na mwonyeshe utukufu wa Mungu. Walakini mkinena au kutenda kwa namna isiyopendeza au kuwaumiza kaka na dada zenu, Mungu hatafungua mioyo ya wengine hata kama mnawahubiria. Msipofuata maagizo ya Kristo ambaye ni kichwa, lakini mnaenda kinyume na Roho Mtakatifu na kuomba tunda, Mungu hatakupa tunda. Ili kupata medali ya dhahabu, wanariadha hujizuia na kufuata maagizo ya makocha wao. Kocha wenu ni Mungu. Ninyi ni wakimbiaji mnaokimbia kuelekea ufalme wa mbinguni. Natumaini mtafuata mapenzi ya Mungu na kupokea taji la dhahabu mbinguni. Roho Mtakatifu anasema, msifuate tena mfano wa ulimwengu huu. Lakini ikiwa watu wa Mungu wanakimbia katika mbio huku wanaona na kufanya yale wasiopaswa kuona au kufanya, wataondolewa. Roho Mtakatifu husema, hubirini ikiwa wanasikiliza au hawasikilizi. Lakini kama mtu akifikiri, hatasikiliza na kutenda kulingana na mawazo yao wenyewe, basi wanamkataa Roho Mtakatifu. Lazima mfuate maagizo ya Roho Mtakatifu hasa. Tafadhali kimbieni katika mbio za imani na endelea hadi mwisho ili kupokea tuzo, mkiwa na kiasi katika kila jambo. Katika Biblia kuna mashahidi wengi ambao wameshinda katika mbio za imani. Noa alipokea amri ya Mungu, akajenga safina naye akapokea wokovu kama zawadi. Na Daudi akiwa amemwamini Mungu akatoka ili kumshinda Goliathi naye akaiokoa Israeli. Rafiki watatu wa Danieli walipotii mapenzi ya Roho Mtakatifu, akisema hatutaabudu sanamu, walilindwa na hakuna hata unywele mmoja uliokatwa walipotupwa katika tanuru la moto. Mose angalifurahia utukufu kama angalifuata maagizo ya Farao. Lakini alifuata maagizo ya Roho Mtakatifu akingojea thawabu ya ufalme wa mbinguni. Mababa wengi waliofuata maneno ya Roho Mtakatifu, mitume Paulo, Petro, Yakobo na Yohana sasa wako katika ufalme wa mbinguni. Mkiitii sheria ya Roho atiaye uzima, mtawekwa huru mbali na sheria ya dhambi na mauti na kwenda katika ufalme wa mbinguni. Hamwezi kushinda kwa nguvu zenu wenyewe, ila tu kupitia sheria ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anajua udhaifu wenu, anawaombea na hufungua njia ya ninyi kufanikiwa. Sala zenu lazima pia ziunganishwe kwa pamoja. Wale wanaomtafuta Roho Mtakatifu ni safi, wapenda amani, wanawajali wengine, wanajitiisha, wamejaa rehema na wana matunda mazuri. Natumaini mtakimbia mbio za imani kwa bidii kulingana na maneno ya Roho Mtakatifu na kupokea taji la dhahabu katika ufalme wa mbinguni.